Lakini kwa namna ya pekee ni washukuru halmashauri wa kwa kuwajali wakulima, kwani halmashauri peke yake na yenyewe pamoja na kwamba a, miche hii inatoka kwa ufadhili wa, wa bodi ya kahawa, lakini halmashauri na wenyewe wamefadhili. Kwa hiyo tunawashukuru sana na tuishukuru pia serikali kwa kuweka mazingira ya wezeshi kwa wenzetu wa sekta binafsi kuendelea kuisapoti serikali katika kutoa huduma kwa wananchi. Miche hii tunayoigawa leo ambao tunazindua leo tumesema, mwaka huu wa fedha zaidi ya miche mingapi? Zaidi ya miche milioni tano, na wenyewe nayo sasa tuanzie hapa, kuanzia tunavyogawa, tuanzie tunavyogawa, tuhakikishe wakulima wamepata hiyo miche. Lakini pamoja na miche hii kuwafikia wakulima, sasa tuwafuate wale wakulima, kuwashauri ipasavyo waweze kuipanda miche hii vizuri, lakini na kuitunza, na baadaye tupate tathmini baada ya kupanda mingapi imekuwa na mingapi imekufa. Kwa sababu tunaweza kuwa tunagawa tu tunagawa, lakini mwisho wa siku lengo letu, lengo letu lisifikiwe. Ndugu zangu, serikali inatoa miche kwa wakulima na miche hii wakulima haiuzwi, miche hii ni bure. Kama nilivyotangulia kusema serikali imetoa pesa ili wakulima waweze kupata miche, waweze kuongeza zao hili la kahawa. Kwa hiyo nategemea miche hii itawafikia wakulima bure. Kwa mkulima ambaye anaweza kufika kwenye kitalu kuchukua miche hakatazwi, lakini ni jukumu la AMCOS, ni jukumu la AMCOS kuja kuchukua miche na kuwapelekea wakulima wanachama wao bure katika maeneo yao. E, mwaka huu mwaka huu miche imeongezeka, tunatarajia tugawe miche hiyo kwenye vitalu ambayo ni milioni 5,161,666 kwa hiyo kutakuwa na ongezeko kubwa la ugawaji wa miche Mheshimiwa Mgendas Halmashauri inaendelea kuwakumbusha wakulima na wananchi wote kutumia fursa hii ya ugawaji wa miche bora ya kahawa bure iliyozalishwa kutoka kwenye vitaru hivi 11 kwa lengo la kujiongezea kipato ili kunufaika na ongezeko la bei ambayo imeongezeka kutoka wastani wa shilingi 1000 1000 kwa kilo mwaka iliyopita 2021 hadi kufika wastani wa zaidi ya kilo shilingi 5000 kwa kilo kwa mwaka huu. Ndugu mgeni asm, wakulima waliopo hapa wanashuhudia, ili kuhakikisha malengo haya ya uzalishaji yanafikiwa. Eh, aidha wakulima wote wanashauriwa kutumia mvua za vuli zilizoanza kunyesha vizuri sasa kwenye maeneo yote na kupanda miche hii na kutumia kutumia uzalishaji kwa kufuata ushauri wa maafisa ugani. Kwa majina naitwa Mary Clemensi, ni mkulima wa zao la kahawa. Ukweli ulivyo tumefurahi sana, jiografia yetu ya Kyerwa inaturuhusu kuwa wazalishaji na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa fursa sawa kwa akina baba na akina mama. Kwa hiyo tuna wito kabisa, tunafurahi, tunajua hili zao limetutoa mahali na kutufikisha mahali. Kawa tulizoanza nazo tulivuna mwaka jana, tuliweza kuuza, maendeleo tumeyapata. Kwa hiyo sitegemei kwamba kuna akina mama watakao watakaobaki duni, tukisubiri kukinga mikono kwa wanaume. Na sisi tutazalisha, maana uhuru huo tunao na amani ya nchi yetu inaturuhusu kufanya hivyo. Kwa kweli tunafurahi sana mi e, kwa majina naitwa Tumaini Kraveri, mkazi wa kata ya Isingiro. Kwa kweli tumefika hapa kwa ajili ya kupokea miche, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa kweli hili ni zao ambalo limetukomboa hasa sisi Wanakierwa kutoka hatua moja kuingia hatua nyingine, tukiwaza mfano kipindi cha nyuma wengi tulihisi labda kahawa haina faida, lakini kwa kipindi hichi tumetambua faida yake baada ya vijana wengi kujikwamua kupitia zao hili la kahawa. Na hasa wengi wao, ukiingia vijijini pikipiki, utaona pikipiki nyingi, utajiuliza pikipiki zimetokea sehemu gani, lakini ni kutokana na zao hili la kahawa.